Waafrika mna mapenzi yako wapi? Hamna mapenzi lolote? Yambuni unisalimie. Unisalimia, unisalimie, usubiri mpaka mwisho wa mwezi ndio usalimie. Na siku zote hizo tarehe kumi usalimie, kumi na tano usalimie, ishirini usalimie, ishirini na tano usalimie. Nasubiri tu kwamba sahii mwisho wa mwezi uko karibu, ndio unasalimia. Haijalishi hata kama umeolewa ujaolewa, jamii tu ya Kiafrika nyinyi mko hivyo. Salamu za mwisho wa mwezi, mapenzi ya mwisho wa mwezi, ndio unaoneshwa mapenzi mengi Siku za hivi hakuna, siku za hivi.